Daruso. Hapa studio nipo na Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Mafunzo ya Ufundi Profesa Joyce Ndalichako. Karibu Profesa. Asante na shukuru. Utaratibu mpya wa utoaji mikopo kwa wanafunzi unalalamikiwa na wanafunzi. Nini kauli yako? Uh, <coughs> ni kweli kumekuwa na malalamiko ambayo yanajitokeza kwa huu utaratibu unaweka, lakini kauli yangu ni kwamba kama serikali mikopo inatolewa kwa wanafunzi kulingana na uhitaji. Kwa hiyo kitu ambacho tunaweza tukazungumza na wanafunzi ni kwamba, je, uhitaji unapimwa kwa usahihi? Na huu utaratibu wa kufanya miss testing kwa items nyingine, lengo lake ni jema tu, kwa maana ya kwamba kuangalia, kutofautisha mtu ambaye ana uwezo wa kiasi, kwa sababu hata unapofanya miss testing uwezo haufanani. Kwa hiyo lengo lake ilikuwa ni katika hiyo hiyo kwamba unatoa mikopo kulingana na uwezo wa wanafunzi kwa sababu mikopo inatolewa tu kumsaidia asiyekuwa na uwezo. Kwa hiyo malalamiko tumeyasikia lakini niseme tu kama serikali tutayafanyia kazi kwa sababu uh, katika kupanga I, kufanya hii kufanya means testing ni kweli kuna mtu kwa mfano unamfanyia means testing unakuta labda yeye anahitaji shilingi elfu tano sasa hiyo ni afadhali usimpe kabisa sababu kumpa shilingi elfu tano na unaigawa kwenye temu nne ina maana kila temu unampa shilingi elfu moja mia mbili hamsini inakuwa ni kitu ambacho sio sawa kwa hiyo tayari kama waziri nimeshaiagiza bodi ya mikopo kwamba kwa sababu wanafunzi tayari wako shuleni, warudi katika utaratibu ule ambao walikuwa wanawapa wanafunzi, kwa maana ya kwamba wanaangalia uhitaji, na then yule mtu anaye, ambaye anastahili kupata apatiwe fedha bila kufanya mistesting kwenye chakula, angalau kwa temu hii ya kwanza. Halafu kama kutakuwa na haja sasa ya kufanya kulingana na uwezo, vile vigezo viwekwe wazi na wanafunzi waelimishwe, lakini lengo letu liko pale pale kwamba wanafunzi wote wenye uhitaji watapatiwa mikopo. Lakini mfumo uliokuwepo awali una tatizo gani mpaka mkaamua kubadilisha? Mm, niseme tu kwa ujumla Watanzania wote ni mashuhuda, kumekuwa na changamoto katika utoaji wa mikopo na ndio maana tumeshuhudia kwa mfano hata kuna wanafunzi waliomaliza form 4 amefaulu na D nne anapata mikopo kwayo. Kwa hiyo kwa kweli mfumo uliokuwepo umegubikwa na changamoto nyingi, na niseme kama waziri mwenye dhamana, ukiangalia muda ambao nimetumia katika kuisafisha bodi labda ni mkubwa kuliko taasisi nyingine zozote. Kwa hiyo nisingependa kuelezea hapa masuala yaliyoko ndani kwa sababu ni kazi yangu kuangalia mapungufu yaliyopo, lakini kumekuwa pia na changamoto. Hata wanaopata mikopo sio wote waliokuwa wanastahili, na ndio maana kuna watu wengine tulikuta, kwa mfano, Korogwe, kulikuwa na wanafunzi ambao wamemaliza degree, lakini amekaa mtaani hana kazi, anarudi kusoma na anapatiwa mkopo. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi na Watanzania wanazifahamu. Kwa hiyo niwaambie kwamba tutarekebisha dosari zilizokuwepo bila kuathiri wanafunzi ambao wanaingia na ndio maana anasema kutokana na changamoto hizi ambazo zipo na pia kutokana na kwamba bodi, pamoja na kwamba tumefanya marekebisho ya uongozi, lakini kimsingi watendaji wengi bado ni wale wale. Kwa hiyo hata ile labda pengine uchambuzi wao na jinsi ya kuangalia vitu kuna kuwa na changamoto katika ku u, u, u, upeo labda pengine hata kufanya uchambuzi kwamba tunapokuwa tunasema sasa vigezo vyenu viwe vizuri, nadhani tu watu bado wanafanya kazi kwa mazoea. Waziri, Asilimia ishirini na nne tu ya waombaji ndio waliopata mikopo ya waombaji ndio waliopata ya waombaji ndio waliopata mikopo, ukilinganisha na asilimia kubwa. Hii asilimia hii hata robo haijafika. Je, uwezo wa serikali umeishia hapa au ni wanafunzi hawajakidhi vigezo? <coughs> Namba nitoe ni tu kwanza, mpaka sasa hivi waliopata ni zaidi ya asilimia 24, kwa maana ya kwamba, uh, waliokwisha pangiwa mikopo ni <coughs> karibia nusu ya wanafunzi ambao ni waombaji na hili zoezi bado linaendelea na <coughs> nitoe tu msisitizo kwamba atakayepata mkopo tutaangalia uhitaji hasa. Kama uhitaji utaonyesha wapate asilimia sitini, watapata asilimia sitini. kama uhitaji utaonyesha kwamba ni asilimia hamsini watapata asilimia hamsini. Kwa hiyo ni, ni chukue nafasi hii kuhakikishia tu kwamba wanafunzi ambao wana uhitaji kwa kutumia vigezo ambavyo vimewekwa watapata mikopo yao. Bila shaka umeleweka, Waziri, ni kushukuru kwa kufika katika studio zetu za TBC. Naam mtazamaji, huyo ni waziri wa elimu, sayansi, teknolojia na mafunzo ya ufundi akizungumza nami katika studio hapa za TBC, kutolea ufafanuzi malalamiko ambayo yamekuwa yakilalamikiwa na wanafunzi walio wengi na hivyo kuibua sintofahamu katika swala zima la mikopo. Tunaendelea na taarifa ya habari na sasa tu...